Mafunzo ya polisi yanachukua muda gani? Lakini malengo ya hii video ni kwa ajili tu ya kujifunza pamoja na elimu. Jibu ni rahisi. Mafunzo ya polisi yanachukua miezi sita au zaidi. Mfano, mafunzo yanajumuisha vitu kama sheria na taratibu za kisheria. Lakini kuna mbinu za kukabiliana na uhalifu, lakini kubwa zaidi ni kuongeza ufanisi wa kazi ya polisi na vinginevyo vingi. Kumbuka, muda wa mafunzo unaweza kuwa tofauti kulingana na aina ya mafunzo. Asante sana kuangalia video zangu. Mimi nimemaliza, fanya kusubscribe, lakini usisahau